Na nabomoa anga lolote ambalo limezibwa juu yangu kwa jina la Yesu. Sema mamlaka yoyote ya giza iliyozuia kwenye anga langu nisipate kizuri chochote, kuanzia sasa nalipasua, na mema yaanze kutiririka kuanzia kwenye familia yangu, ukoo wangu, uzao wangu, huduma yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina Yesu Kristo, shetani, kwa jina la Yesu Kristo namkamata shetani na mapando yake yote ninayang'oa kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, ninayang'oa kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa vita yoyote niliyoandaliwa ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili na isambaratisha kwa jina la Yesu, na iangamiza na ikowa kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa, mashetani wote waliofunga njia za maisha yangu, kuanzia sasa, kaeka kaeka, kaeka kwenye maisha yangu, kaeka kaeka kwenye maisha yangu, mashetani wote waliofunga afya yangu, waliofunga uchumi wangu, waliofunga nafsi, waliofunga mwili waliofunga roho, teka teka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu! Mashetani wote waliofunga nyumba yangu, ndoa yangu, uzao wangu, biashara yangu, mtaji wangu, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa, teka teka, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa, teka teka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Toka kwenye maisha yangu kwa damu ya Yesu, Yesu, kwa damu ya Yesu, toka, toka, toka, toka, toka, toka! Shika uso, shika uso kwa jina la Yesu. Shetani wote aliyefunga uso wangu kwa namna yote, kuweka magonjwa, kuweka balaa, kuweka mikosi, kuweka laana mashetani wa mifadhaiko pweka pweka, kwa jina la Yesu, pweka pweka pweka! Mtu yoyote binadamu mnyama mdugu aliyetumwa kwa njia yoyote kubadili umbo ama sura, ili alifunge kwa mifadhaisho Achiauso achauso, achauso! Kila mfadhaiko pweta pweta, giza la soni giza la soni pweta pweta, balaa mkosi, kukataliwa, maduizo, uchawi, uwizi, mafingo, pweta pweta, achia maisha yangu, achia maisha yangu, kuanzia sasa, achia achia, kwa jina la Yesu. kilichofutishwa kwa aina yote, ilichonambishwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili, kuanzia leo, moka moka, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu, ninaondoa kila mdudu kwa jina la Yesu, mchwa, kila mdudu, ulimwengu wa kichawi, kila mdudu anayewakilisha ulimwengu, kwa jina la Yesu, esu, chama changu, chama

Ya! Kwa jina la Yesu, ninawafunga nyinyi pamoja na aliye watuma, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mdiotokea shimoni, mdiotokea kuzimu, mdiotokea gahalimu, mdiotokea ngani, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninawateka, ninawaponda kwa jina la Yesu, nawasambaratisha kwa damu na kondoo, kwa damu na kondoo, achia maisha yangu Achia achia, kwa damu ya Yesu, sehemu yoyote kwenye nchi hii iliyopenyewa mtego wa kichawi. Ardhi yoyote, njia yoyote, barabara yoyote, daraja yoyote, nyumba yoyote, kwa jina la Yesu, usiku na pori, mto na kisima, ninafunga kila nguvu kwa cieukwa jina la Yesu, yakupapatiwa achia maisha yangu pa mwilini kwa jina la Yesu. sasa na naik kwa jina la Yesu, achia sasa, achia sasa, achia sasa, achia sasa kwa jina la Yesu. Na haribu mitego ya kichawi ya kishetani ya kipepo ya kitanga ya kijini